Leo ikiwa ni siku ya Simba Day, goli kipa Musa e, Kamara mwenye umri wa miaka 25 kutokea Guinea, alikuwa akichezea timu ya Horoya, akionesha mbwembwe zake baada ya kusaini mikataba wa miaka miwili kuitumikia Simba Sport Club 2024 2025. Leo ndo siku ya Simba Day, ubaya ubwela ndio jina ambalo limechukua umaarufu mkubwa katika siku ya leo, ikiwa inafahamika kama ubaya ubela. Ndiyo kila kitu na shughuli yote ya siku ya leo ya Simba Sport Klubu inabebwa na jina na ito ubaya ubela. Golikipa huyo ameonekana akifanya mazoezi mazito sana yenye kuweza kudaka poli na kudaka eh, mipira mingi kwa wakati mmoja kwa kutumia spidi kubwa na nguvu kubwa, ni baada tu ya Ayubu Lekreni kuonekana akiwa majeruhi basi golikipa huyo akaonekana achukue nafasi ndio kusajiliwa na Simba Sports Club. Huyo ndiye Musa Kamara kutokea Guinea.